Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City, tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa leo Oktoba 14 ikiwa ni siku ya Mwalimu Nyerere, mwasisi wa taifa la Tanzania. Mchango wake Afrika waendelea kuenziwa. Mambo ambayo siku ya jua kutoka kwamba siku ya jua ya Nyerere ni machache, lakini yaliyo mengine yameibuliwa na wageni kwamba Nyerere alikuwa ni muungwana, kwa sababu bado mataifa mengine wanamwona kwamba kwa, kwa kweli mtu aliyekuwa anapigania haki. Leo katika kujifunza lugha ya Kiswahili tuna bishahodi Baraza la Kiswahili Zanzibar Bakiza. Karibu, ni Jumanne ya tarehe 14 ya mwezi wa Oktoba ya mwaka 2025, siku ya Mwalimu Nyerere. Mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Asante Asumta, naanzia mashariki ya kati Umoja wa Mataifa umeongeza hatua zake za dha dharura huko Gaza kwa kutoa dola milioni kumi na moja kutoka mfuko wake wa dharura safu ili kukidhi mahitaji ya haraka kabla ya kuanza kwa msimu wa baridi. Mgao huo uliotangazwa na mratibu wa misaada ya dharura wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher utaunga mkono utoaji wa chakula maji huduma za afya na makazi kwa raia walioathiriwa vibaya na vita vya miaka miwili. Hatua hii inafuatia fedha zilizotolewa wiki iliyopita ambazo ni dola milioni tisa kwa ajili ya kuhakikisha upatikanaji wa mafuta kwa hospitali na huduma muhimu na kufanya jumla ya msaada wa hivi karibuni uliotolewa na Umoja wa Mataifa kwa Gaza kufikia dola milioni ishirini. Wakati huo wa huo Umoja wa Mataifa leo umeonya kwamba Gaza itahitaji karibu dola bilioni sabini kwa ajili ya ujenzi mpya baada ya miaka miwili ya mzozo, huku dola bilioni ishirini zikitakiwa katika miaka mitatu ijayo. Makadirio haya yanatokana na tathmini ya pamoja kati ya Umoja wa Mataifa Muungano wa Ulaya na Benki ya Dunia. Mwakilishi maalum wa shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Maendeleo UNDP kwa ajili ya programu za kusaidia watu wa Palestina, Jacob Silas amesema viwango vya uharibifu sasa vimefikia karibu asilimia 84 na katika baadhi ya sehemu za jiji la Gaza ni hadi asilimia 92. Ameongeza kuwa We've already removed about 81,000 tons, hadi sasa tayari tumeondoa tani 81 elfu za mabaki, sawa uh, na lori 3,100 ili kuruhusu wahudumu wa kibinadamu kufikia watu walio na mahitaji na shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO limeonya kuhusu ongezeko la magonjwa ya neva duniani ambayo sasa anachangia zaidi ya vifo milioni 11 kila mwaka. Ripoti mpya ya WHO iliyotolewa leo mjini Jeneva inaonyesha kuwa zaidi ya watu bilioni 3 sawa na zaidi ya asilimia 40 ya watu wote duniani wanaishi na magonjwa yanayoathiri ubongo, ikiwemo kiharusi, ugonjwa wa kusahau, kifafa na maumivu ya kichwa ya muda mrefu kwa mujibu ripoti hiyo, nchi masikini ndizo zinazoathirika zaidi, zikiwa na upungufu mara themanini wa idadi ya wataalamu zaidi ya nchi zilizoendelea au nchi tajiri. WHO inazitaka serikali kutoa kipaumbele kwa afya ya ubongo, kuongeza fedha na kuboresha upatikanaji wa huduma za tiba. Mwisho wa muhtasari wa habari. Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Na je, wajua maana ya neno mkweche? Basi ungana nami hadi kipengele cha mwisho cha jifunze Kiswahili.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

Naam, kama nilivyokujulisha leo ni siku ya Mwalimu Nyerere na tunakupeleka nchini Tanzania, ambako huko John Kibego kutoka redio wa shirika wetu Kazi Njema Radio iliyoko mjini Hoima nchini Uganda ameambatana na mahujaji katika safari ya hija iitwayo Twende Zetu Butiama hadi mkoani Mara kaskazini mwa Tanzania, inayolenga kuimarisha matumizi ya lugha ya Kiswahili na utangamano katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, manufaa ya kiuchumi na kijamii na kuenzi mchango wa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, muasisi wa taifa la Tanzania. Naam, hiyo ni burudani katika kijiji cha Mwitongo, Butiama mkoa mkoani Mara nchini Tanzania. Burudani hii ni sehemu ya harakati zilizoambatana na safari ya pili ya hija tuende zetu Butiama ya kumwenzi hayati Nyerere, hususan kwa mchango wake katika kuchagiza lugha ya Kiswahili na utangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. safari hii pia imejumuisha ibada kwenye kanisa Katoliki la Bikira Maria la Butiama alikokuwa akiombea hayati Nyerere na mkewe Maria Nyerere. Naye balozi wa Tanzania nchini Uganda Meja Jenerali Paul Simulikisesa ameonyesha matumaini kuwa Butiama itakuwa sehemu kubwa ya mahujaji kama ilivyo na Mgongo nchini Uganda. Kama mnaweza mkakumbuka, kwa mashahidi wa Uganda walikuwa wakienda wachache sana, lakini leo hii ukienda hata njia ya kupita itakuwa kazi na kufunguka kuhusu jinsi Nyerere alivyotumia lugha ya Kiswahili kuimarisha upendo miongoni mwa Watanzania. Na ukiangalia Watanzania, Kiswahili ndicho kilichowaunganisha, wamekuwa na upendo kwa kila mmoja, hawampuuzi hata mtu mmoja. Profesa Joshua Maponga kutoka Zimbabwe aliwahimiza Waafrika kupigania haki ya ardhi kama msingi wa kujikwamua kiuchumi na kulinda haki zingine. Alimkabidhi zawadi ya mkuki mtoto wa Hayati Nyerere na kusema I, bring back this spear narudisha mkuki huu kama nembo kwa vita tulivyopigana, hauna damu yoyote, na naamini utabadilishwa kuwa mkuki wa kiuchumi. Profesa Maponga aliongeza kuwa Nafahamu kuwa wengi mnashtuka mnaponiona nikiwa nimeshika mkuki, lazima mshtuke, kwani bado tuko vitani. Hatuwezi kuweka chini silaha kwa kuwa tulipata uhuru kutoka kwa wakoloni. Tafadhali ukubali, kwa niaba ya jamii ya Wazimbabwe, vita vingalipo. Balozi, tafadhali uupokee, umkabidhi zetu Butiama mwaka 2025 imetoa fursa kubwa kwa mahojaji kufikia vivutio vingi hapa Mwitongo. Mi naitwa Meri Mgaya Yona, natoka Mwanza wilaya ya Ilemera. Mambo ambayo sikuyajua kutoka kwamba sikuyajua ya Nyerere ni machache, lakini yaliyo mengine yameibuliwa na wageni kwamba Nyerere alikuwa ni muungwana, kwa sababu bado mataifa mengine wanamuona kwamba kwa, kwa kweli ni mtu aliyekuwa anapigania haki. Ninaitwa Mwalimu Samuel Kasero, natoka nchini Uganda. Nilipoona pahali ambapo Mwalimu Julius Nyerere alizaliwa, nili, nilifurahi sana. hakuna wengine si jambo kwa majina yangu naitwa Rightness Grayson, natokea Arusha. Baada tu ya kusikia baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, nilikuwa nina hisia nzito za kutaka kuyajua mengi kuhusiana na baba wa taifa. Naitwa na Rajabu Swedi. umetoka wapi? Natoka Arusha. imekuwa na maana gani katika maisha yako? Ni mtu ambaye ameleta heshima. Hakuwa anataka vitu vikubwa, ndio maana hata tumeona nyumba yake alipokuwa anaishi. Hakuwa anaishi kwenye jumba la kifahari, ni nyumba ya kawaida kabisa. Ni mtu ambaye anapenda maisha ya kawaida, sio maisha ya kujiinua zaidi. Msikilizaji wa redio wa Umoja Mataifa, kuna matunda aliyoyapenda sana hayati Nyerere alipotembelea Uganda baada ya vita vilivyomwondoa madarakani rais Idi Amin Dada. Miche ya miti ya matunda hayo imetolewa kama zawadi kutoka kwa Waganda walio chini ya Fronasa iliongoza mapinduzi, walikuwa wakila hayo matunda ya huo mti unaoitwa Shia. Alikula matunda yale. Bwana Madaraka Nyerere ni mmoja wa watoto wa hayati Nyerere. Kwa kweli ni, ni heshima kubwa sana kwetu sisi kama familia ya Mwalimu Nyerere kwamba bado e, kuna watu kutoka nchi mbalimbali sio Watanzania tu, lakini watu kutoka nchi mbalimbali ambao wanamuenzi Mwalimu Nyerere kwa msimamo wake ule wa kuhimiza utangamano wa Afrika Mashariki, lakini pia kuhimiza umoja wa Afrika. Dkt Ronex Kisembo Tendo ni mkurugenzi wa shirika la Afrika Mashariki Fest lililoandaa safari ya hija twende zetu Butiama. Tunataka tumie nafasi hii kuwa kila mwaka tukijiuliza, jumuiya ya Afrika Mashariki imepiga hatua gani, changamoto ziko wapi na nini kifanyike kuwasaidia viongozi, ili ndoto ya Mwalimu Nyerere iweze kutimia ya mtangamano wetu. Shukran sana, John Kibego, kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa ni wasaa kujifunza lugha ya Kiswahili hii leo. Dkt Mwanahija Ali Juma, katibu mtendaji Baraza la Kiswahili Zanzibar nchini Tanzania, BAKIZA, anafafanua maana ya neno mkweche. Mkweche ni chombo cha usafiri ambacho kimekuwa kikongwe, yaani kimechakaa sana. Wazi wa kawaida wanasema ni chombo ambacho kikuukuu, yaani cha zamani sana na kimeshachoka. Kama ni baskeli basi, imeshaanza kuota kutu, ama kama ni gari ishaanza kuwa mbovu, kwa, pe, kwa pengine imeanza kutoa moshi mchafu na vifaa vimeshaanza kuharibika. Kwa hiyo mkweche inaweza kuwa ni chombo kama vile vespa, pikipiki, kwa tunaanza kuse, kusema boda boda, baskeli ikishakuwa imezeeka inakuwa ni mkweche, yani kongwe kabisa. Asante sana Dokta Mwanaidi hali Juma kwa elimu hiyo.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 na kwa heri kutoka New York Marekani.